Makamu wa Rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango amesema Tanzania inalaani kuibuka upya kwa ukiukwaji wa sheria za kimataifa ikiwemo matumizi ya nguvu kwa njia ya kutatua migogoro. Kwa mujibu wa Dkt Mpango, hali hiyo inachangia ukatili uliokithiri kwa binadamu hususani watoto, wanawake, wazee pamoja na wagonjwa katika maeneo yenye migogoro. Dkt Mpango aliyekuwa akihutubia katika kikao cha 80 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, amesema vitendo vya baadhi ya mataifa kuwa na matumizi mabaya ya nguvu za kijeshi na kushindwa kwa jumuiya ya kimataifa kukomesha umwagaji damu unaoendelea katika maeneo mbalimbali duniani ni jambo lisilokubalika.

Thus, for the UN to remain relevant and is true to its noble mission, it must embrace change. Kwa sasa jumuiya ya kimataifa inaendelea kugawanyika kutokana na migogoro inayoendelea katika pembe tofauti za ulimwengu ukiwemo wa Israeli na Gaza ambapo maamuzi ya baadhi ya mataifa kuitambua rasmi Palestina kama nchi huru umeonekana kuikwaza Israeli na mshirika wake wa karibu Marekani. Aidha, Dr. Mpango ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutambua ongezeko la matumizi ya fedha katika masuala ya kijeshi ikiwemo utafiti na utengenezaji wa silaha kama jambo la kusikitisha na lisiloendana na maadili ya kimataifa. Dk. Mpango amesema hali hiyo inazuia jitihada za kutatua amani duniani na inachukua kiasi kikubwa cha rasilimali ambazo zingeweza kutumika kuendeleza maendeleo endelevu na ustawi kwa wanadamu wote. Hata hivyo Dk. Mpango ambaye alimwakilisha Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo amesema mitazamo ya kibeberu kuhusu Afrika inapaswa kumalizika. Miongoni mwa mitazamo ya kibeberu ambayo Dk. Mpango amesema inapaswa kuisha ni pamoja na ile ya kuchukulia Afrika kuwa sehemu ya kuchukua rasilimali, kupora ardhi na kunyang'anya maliasili za Afrika. Aidha amesema dunia inapaswa kuendelea kutafuta amani bila kuchoka kwa kuwa ndio sharti la maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Akipongeza juhudi za katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, viongozi wa dunia na mashirika yanayoshiriki kikamilifu katika upatanishaji na utatuzi wa migogoro katika nchi ya demokrasia ya Kongo, Sudani, Urusi, Ukraine na Mashariki ya Kati. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilianzishwa mwaka 1947 baada ya vita kuu ya pili ya dunia na miongoni mwa vyombo sita vikuu vya umoja huo likihusisha wanachama 193. Baraza hilo hupokea hoja mbalimbali za kimataifa ikiwemo amani na usalama, maendeleo, haki za binadamu na sheria za kimataifa. Mwaka huu kikao kimefanyika kikiwa na kauli mbiu inayosema miaka 80 na zaidi kwa amani, maendeleo na haki za binadamu, ikisisitiza mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na changamoto za sasa na zijazo, huku ikilinda mafanikio yaliyopatikana katika miongo minne iliyopita. Ushiriki wa Tanzania katika baraza la Umoja wa Mataifa unaendeleza historia yake ya kuchochea mjadala wa masuala muhimu ya bara la Afrika ikiwemo maendeleo endelevu, haki za binadamu, upunguzaji wa umaskini amani na mshikamano wa kikanda. Nukta TV.